Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Msimu huu wa Ramadhani ni msimu wa kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na vilevile vile kupata majibu mengi tu ambayo unajiuliza kuhusiana na dini yako. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani nafaa kufanya nini? Sifai kufanya nini? Katika maisha yangu kama Muislamu nafaa kuishi vipi? Sifai kuishi vipi? Yote haya yameweza kutekelezwa kwa ajili yako katika kipindi cha Miangaza ya Fatwa. Kila siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuanzia saa kumi na moja jioni utakuwa unapata majibu haya yote ambayo Una matatizo nalo. Ungana na mimi ndugu yako Nur Said pamoja na Doktor Mubarak Ibn Ahmad Awais pamoja na mashekhe wengine, tukiyafanikisha haya katika kipindi chako ambacho unakipenda na kukienzi, Miangaza ya Fatwa. Inaletwa kwako na Huda. Miangaza ya Fatwa.